Vina tofauti mm. Tofauti kwa sababu kwenye barabara kama tumeshaona, kuna barabara ambazo zinapita underground kwa maana barabara inapita chini mm -hmm. Lakini kuna sehemu barabara ina, inapita juu. Naposema inapita chini, kwa mfano kwenye maeneo kama kwenye maandaki, kuna barabara zinapita mle ndani mm -hmm. Sasa vivyo hivyo na vivuko viko vivu, vivu katika mfumo huo mm -hmm. Vivuko tunavyo aina nyingi, lakini tuna hivi ambavyo vina, vinaongozwa na alama za pundamilia mm -hmm ambavyo vina maelekezo moja kwa moja ya sheria kwamba dereva anapofika kwenye yale maeneo ya hivyo vivuko basi ana wajibu wa kusimama asimame ili aweze kusubiri kama kuna mtu anavuka au anataka kuvuka, aweze kuvuka, ndipo yeye aendelee. hmm. Lakini kivuko cha namna hii kinaweza kikawepo na askari polisi pia akawepo hmm. Kwa hiyo dereva anachopaswa kufanya ni kufuata ishara ambayo inatolewa na askari polisi, kwa sababu askari polisi kwenye kitu tunasema precedence of road signs, kwa maana ya ule mfuatano kwamba ni alama ipi ianze kufuatwa na alama ipi ifuatie hmm. Basi pale tunaona kabisa kwamba ishara itakayoonyeshwa na askari itaziua zile alama zingine zozote kwa hiyo inawezekana huko sehemu ambayo inataa askari akasema, upite, taa imewaka nyekundu, askari akakuelekeza kwamba upite, basi unapaswa kufuata kile ambacho kinaonyeshwa na askari polisi. Kwa hiyo vivyo hivyo kwenye hizi alama za waenda kwa miguu, ambapo kama kuna sehemu ya hizo zebra, kwa maana zile alama za pundamilia, na askari yupo basi madereva pia wanapaswa kufuata ambacho askari anaweza kukibalansi pale, kwa sababu kuna uwezekano Sheria general imeelekeza kwamba watu wasubiri, madereva wasubiri wakati watu wanapita. Kwa mm, hiyo unaweza kukuta ni muda ambao ni wa asubuhi magari ni mengi na watu ni wengi. Mm. Sasa kwenye kile kivuko ni lazima magari yasimame kama sheria inavyoelekeza. Lakini tukirudi kwenye precedence sasa ya road sign, Mm. Tunakuta askari tunamweka kwenye yale maeneo ili aweze kutusaidia kwamba muda huu sasa wapite watu, muda huu yapite magari. Tukiacha sheria ifanye kazi moja kwa moja tunajikuta sasa tunakwama kwa sababu sasa itakuwa ni watu wanapita na magari yatatengeneza queue ndefu, mm. kitu ambacho hakitakuwa kizuri sana, lakini pia kuna maeneo ambayo hatuna alama, hilo eneo tunakuwa halina alama, lakini tunaona kwamba kuna umuhimu wa askari kuwepo kusaidia, okay. Kwa hiyo bado madereva wana haki na wajibu wa kufuata kile ambacho askari atakuwa kwenye maeneo yale na kuonyesha, lakini pia tuna hizi ya vivuko ambavyo viko juu, kwa maana ya tunasema ni kama flyovers eh, yale yani maeneo matumizi yake ni tofauti na haya ambayo yako chini kwa sababu ile flyover iko juu haina muingiliano wote wa barabara. Ni kivuko ambacho tunaweza kusema ni salama zaidi, kwa sababu magari yatakuwa yanaendelea kupita, lakini wakati huo huo wale watu wataendelea kupita. Lakini tunavyo vile pia vya chini na e, vile vivuko vya chini kwa wilaya Kasulu Makele, pale maeneo Makele vipo, na vile pia ni vivuko, lakini matumizi yake pia tunaweza kusema ni tofauti na haya mengine, kwa sababu wakati magari yanapita na chini watu wanaweza wakaendelea kupita. Kwa hiyo tunaona hivi vivuko vya namna hii hiki cha flyover na hiki cha chini ni vizuri zaidi kwa sababu kila mtu anaendelea kwa muda anaoona. Lakini okay, haimaanishi kwamba hivi vingine visitumike, vitumike kwa mujibu wa sheria kwa sababu nia ni kuhakikisha kwamba kila mtu kuanzia mtembea kwa miguu, anayepanda gari, baiskeli, anayesukuma mkokoteni na kadhalika, wote wanaitumia barabara kwa usalama. Kwa hiyo ni vyema sheria na taratibu zikafuatwa kwenye hayo maeneo ili kuhakikisha kwamba watu wanakuwa salama. Kwenye